Hayo yameelezwa na kamanda wa Jeshi la Polisi mkoani humo, Kamishina ya Msaidizi Mwandamizi Blasius Chatanda wakati akiwaonyesha raia wa kigeni waliokamatwa kufuatia msako huo. Amesema raia wa nchi ya Burundi waliokamatwa ni sabini na tatu na raia wa nchi ya Rwanda ni watatu. Aa, wote wameingia bila kufuata utaratibu na baada ya mahojiano, kwa nini wanakuja kwetu wengi wanajitetea kwamba wanakuja kutafuta riziki, lakini kwa bahati mbaya hatuwezi tukachukulia hiyo kwamba wanakuja kutafuta riziki, kwa sababu kama mnavyokumbuka, akishaingia kwetu anaweza kufanya shughuli yoyote akiwa uncontrolled. kama hajaingia kwa kufuata utaratibu, ni rahisi yeye kuingia kwenye uh, shughuli yoyote isiyo halali, ukiwemo uhalifu. Uh, kwa maana ya uhalifu wa kuania mali lakini pia yawezekana pia wakaingia hata kwenye uhalifu wa vurugu uh, kama ambavyo imetokea siku za hivi karibuni na wenyewe ukakuta wamejumuika kwenye hilo mimi msisi wangu ni kuiasa jamii ya Kitanzania hasa kwa sababu hawa watu wanapokuja wana wenyeji pamoja kuna wale ambao wanaingia tu lakini pia tunahisi na tunabaini na tunawakamata pia wenyeji pia na, na cho. Kwa hiyo ninachojaribu kuwasa kwamba ulinzi wa taifa hili ni wa kila Mtanzania, ni wa kila mtu yeyote yule Mtanzania. Kwa hiyo uhusika wake ni kutoa taarifa, atoe taarifa kwenye vyombo. Mnatuona kama hivyo tulivyo toeni, kwamba kuna watu wameingia. Baadhi ya raia wa, wa nchi za Rwanda na Burundi waliokamatwa wanaozungumza Kiswahili fasaha wamesema wanakuja nchini Tanzania kutafuta vibarua, kwani kwenye nchi zao wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha, huku wengine wakieleza kuwa waliterekezwa na wazazi wao. Viatu tunavyovibavaa, yani, baba hashobokei sana kununulia hata dada mavazi kwenda shule au viatu, nikashawishika. Kuna mtu alikuwa jirani yetu huko alikuwa ameshawahi kuja Tanzania, nikasema ngoja niende kwenye immigration nitafute kitambulisho kingine nipate ruhusu kwa, kwa kurudi kazini. Ndio maana nilifika njiani, ndio nikakamata. Ndio wahamiaji haramu waliokamatwa kufuatia operesheni mbali mbalimbali zinazoendeshwa katika mkoa wa Kagera za kupambana na masuala ya uhalifu. Nikiripoti kutoka katika eneo hili ya kituo kikuu cha polisi cha Biharamulo kilichopo mkoa mkoani Kagera, naitwa Audax Mtiganzi wa ITV.